Uh, mchakato wa ujenzi wa uwanja wa klabu ya Yanga pale mtaa wa Jangwani uh, na Twiga jijini Dar es Salaam. Hatimaye. Mm. Hatimaye. Yeah, lakini maswali yalikuwa mengi kone, mtani. Kwani kulikuwa, kulikuwa kuna nani? Hmm? Kulikuwa kuna nani? Matarajio kwamba tenda atashinda mwingine, sasa. <laughs> Pemba aliahidi aliahidi kujenga uwanja. Si sasa atashindaje mwingine? JSM alishaahidi kwamba yeye atajenga uwanja. Alishidi kulikuwa Yani, mimi sikuwa na nafikiria kama kuna kampuni nyingine ambayo inaweza ikashinda, wakati Edgar, we umeahidi, mimi nitajenga uwanja, na kwenye mchakato we umo, kwanza, usikuta hata hamna kampuni iliyojitokeza nyingine, sasa tunajuaje? ndio hivyo sasa tunakwambia sasa wewe unajua kama unaenda sema kwamba hali haja udanganya umma kwamba makampuni kadhaa yamejitokeza kwa hiyo ni watu wameshadanganya magapi kwa nini bwana kwenye mpira amedanganya bwana sio nyakati hizi bwana sio nyakati hizi JSM alisha promise na alishaahidi atajenga uwanja wa yanga anakwenda kutimiza ndoto yake kujenga uwanja jangwani that's all lakini yanga sio alianzisha mchakato wa zabuni jamani sasa si procedure lazima ufuate ndio ndiyo katika hii kama kama kama JSM aliomba ni kwa sijui

ukimaanisha nini? kwamba awajimudu bila jesema yani ni kwamba, yani hata yeye anavoalea Yanga basi, na yeye wakati inapokuja wakati wa neema ile hey, nayme ndo walisia wa maisha katika hiyo, nimekuelewa. Ametoa Yanga kwenye bakuli kisha tumia mpaka leo, hakuna mtu jilipi anasema ametumia shilingi ngapi? alafu hey, linapokuja jambo ambalo walau linawezekana likaleta hey, faida, alafu aseme tu bana, mchukua mtu ingewezekana hata hey, nembo angempa vile vile, kawatoa mbali A, sasa unatoaje nembo una <laughs> ah, si si, si, e, kwa mkataba mimi ambacho najua ndoa ya Yanga na GSM ya milele yeah. <inaudible> mpaka kifo kitakapowatenganisha. <sighs> Yaani kwa kwa namna ambavyo eti kwa miaka ishirini thelathini. Mm, kesho kutwa hapo yeah, yeah, Mwenyezi Mungu labda ndio wafanya maamuzi. lakini jambo kubwa lakini ni jambo zuri mm -hmm. na jambo jema kwa sababu miundombinu ya kisasa mizuri tunahitaji iwe ya kutosha, mm, kuona timu zinacheza kwenye viwanja vyao, kuna faida nyingi mm -hmm. ndio za kucheza kwenye viwanja vyao ni jambo ambalo, haya mengine mengine yote ni makandokando wao. Yanga wanatakiwa waangalie klabu yao inakwenda kupata uwanja wao ambao utaweza kutumia kwa ajili ya shughuli zao za kimichezo, miundo mbinu ya kisasa mm. ya kudumu sahihi kabisa. Hizi nyingine zote ni ngonjera tu, hizi pesi sui za nani alileta maa nini, alileta nini? Mm. hizi ni pesi tu, kwa sababu utaratibu ufuatwe eh, lakini kimsingi utaratibu umefuatwa mm. GSM sasa ndo wanakwenda kuweka alama rasmi katika klabu ya Yanga mm. ambayo itaweza kudumu pale vizazi na vizazi, ndio sababu uwanja mm. ni alama yeah. Na vizazi na vizazi tutaondoka, na kwamba kuna mwamba mmoja hapa, labda kwa tio hadithi zinazozungumzwa kama vile unavyozungumza kina mzee Kaunda pale mm -hmm, walivyofanya miaka, si tunazungumza tunasika mm -hmm, pale mzee nani, si Kaunda na nani walitoa hela, ndio ule uwanja ukajengwa mm -hmm, pale na nini na yeye, itakuja sasa historia hiyo, kwa sababu kuna historia nyingi zimefutika, kwa sababu hazina alama. Mfano ni marehemu Yusuf Manji eh, kuna alama, kuna alama zaidi ya kusaidia tu klabu kusustain ku, ku, ku, ku, ku kwa ku wakati ule mm yani kama mtu akiwa mm. yeah, na njaa ukampa chakula anaweza kasahau. Eh, anaweza siku nyingine akija mandi mwingine atakampa mandi au biliani, anaweza kusahau miogo yako mm. alsihuko no, no, no, no, no, no, kwa sababu hey. Kuna nyakati kizazi hiki kuna watu ukimtaja Yusuf Manji marehemu hawajui, yani wanamjua rais wa klabu tu wa Yanga. Eh, mm. kama huyu mtu alifanya mabalaa huko nyuma, anatuambia kitu gani? Ana alama gani? Anauliza ana alama gani? Au hiyo hizi vurugu ambazo zinafanywa sasa hivi na GSM sijui zilikuwa zinafanywa na Manji, na Mariam Yusuf Manji. Kwa hiyo shapiga magoti kwenye mkutano mm. yeah. Kwa hiyo hiki anachoenda kufanya GSM ndio anaenda kuweka alama ya kudumu yeah. ndani ya klabu ya Yanga ambayo itamfanya GSM au yeye azungumzwe pengine lele na milele labda mpaka itakapokuja miaka mbele huko itakapokuwa mabadiliko makubwa mm. lakini bado utaonekana kwa sababu either hauwezi kubomolewa, iweze uboreshwe mm. mm. au sehemu nyingine ujengwe, sehemu nyingine uwanja mwingine ndio mm. mm. ambalo ni jambo la msingi mm. Mindio, mm. Te, mm. ni ngonjela, na nini mm. jokes maneno ya hapa na pale akishabiki mm. lakini of course anachokwenda kukifanya GSM ni jambo cha msingi ambacho wanamichezo wanakitaka miundombinu ni jambo la kwanza tu mm. anazungumza, timu nyingi hapa ziko kwenye mabrief case mm. Yanga hapa wamekuwa na viwanja vya kwenye laptop vya kumwaga hapa toka enzi za Manji mm. vimeonyeshwa wewe pale Jangwani, hatimaye GSM anaenda kuvifuta vile vya laptop, mm. wanaviweka vile vya kuonekana rasmi. Kuna mtu mmoja anaambia, bwana, ikija kwenye michakato ya tenda yeah, Yanga tuamue kumpa GSM, wasitangaze tenda sahizi ni nongwa hizi nongwa, yeah. La, kuna utaratibu kwa eh, hey. kwa sababu ya Yanga nchi yenyewe pia mm. make, yo, mm. utaratibu utaratibu lazima la hey. hata ata kuna baadhi ya maeneo unatangazwa nafasi za kazi lakini kumejaa, <laughs> Labda niulize kitu kimoja eh. Leo ni ki, akitoka ah, mtu hapa akitaka kwenda kuijengea uwanja Coast Union mm. Itabidi itangazwe tenda eh, itangazwa eh. Tangazwa kiutaratibu ile, so, so timu yake ni sio ya kwake, kama vile ambavyo e amba, alijenga uwanja wake kule, ni timu yake Gwambina Yeah, hakuhitaji kutangaza tenda. Sasa tenda nani? Labda kama wewe sasa unataka watu waje kukusaidie kwa sababu costi no, no, no, no, no. Inataka ina, inata kushirikiana na watu kujenga kiwanja ina, inatangaza tenda watu wanakuja wana bid wana, wana na kuona nani anapata zaidi. Lakini, lakini yule aliyopeleka mm. wazo inawezekana akawa ndio bwana wewe tutakupa, hao wengine wote hawa mm. wacha tufuate utaratibu tukija kuulizwa maelezo ya kutosha. Mimi kidogo kuna, kuna ishu moja pamoja na, na, na yote mm. Yanga kama klabu ya wanachama yeah. Wapo wanachama wengine inawezekana wenye uwezo zaidi mm. ya mfadhili wa sasa wa klabu mm. na wangelipenda kuwa sehemu ya kuisaidia kwenye mazingira ya kibiashara mm. klabu ya Yanga ngokuambia kitu kimoja, nimaliza hoja yangu. Tusipuuzie kwa sababu ile ni klabu ya wanachama, tusipuuzie kundi ama pia watu ambao wako nje ya mfumo wa hivi sasa hmm, ambao wangelitamani kuwa sehemu ya yani, mazingira rafiki ya kiuwekezaji sawa, hmm, kwa klabu na ni return na wao wafanye biashara. Kinachotokea yaani, ni kumwalalisha, hakuna kama yeye, yeye ndiyo yeye, of course, hakuna mwingine. Sasa e, kuna, kuna, e kuna wakati, kuna maswali Edgar, hata mimi ningekuwa mimi, walichofanya Yanga ni sawa, kwa sababu GSM kaichukua Yanga, kaipa value, kaitengeneza Yanga vile yanavyotaka yeye, yaani kaie kai shape Mm. Kaitengeneza kwa sababu Yanga isitoka kwenye mambo ya kuomba omba bakuli sio na nini. Mm. Ye kaingia kaweka hela, kaitoa Yanga kwenye kuomba omba, ka kai shape kaiweka. Alafu ishafika stage fulani, yani yani hiyo ni sawa sawa na mtoto yani mchumba kamsomesha kashafika tayari kafika sehemu afu ndo kauje uoe tu. Eti kwa sababu umeona size kashapendeza na elimu, mi, wewe ndo unakuja kuoa. Iko kitu mimi nakikataa. Ah, ni sawa sawa leo umsaidie yeah, mtoto wako asome baadaye amepata kazi lazima unisaidie haiwezekani ah, ah, so, kama na familia yake Asiangalie familia yake, angalie babake kwa sababu umsomesha. Ah, ah. Ile unampalana kwa sababu tumekusomesha, lazima uje kunisaidia. Yaani sijui una yaani, sisi hapa tunakwambia tu, hebi halalishe kwamba hakuna kama yeye ye, ye, ye, ye, ndio yeye. Sijui unanielewa? Mhm. Yeye alikuwa mthubutu kuifuata Yanga yenye njaa ambayo hatuna aliyekuwa ah, so <laughs> na tamani kujihusisha na Yanga. Ah, so lakini kwa nini njaa? Ah, hiyo kwanini njaa? Yaani, sio pointi yangu, si unanielewa? So na mimi isialalishwe, ni klabu ya wanachama. Mimi kwa sababu yeye alikuwa mthubutu kwamba kaichukua Yanga kwenye alimbaya, kwamba ka, katika lani yote yani ya ni kama yeye ndio yeye akura zaidi ya kee kaitengeneza Yanga leo ina thamani hii. Wewe utoka huko na vimia mbili mia mbili <laughs> vyako vya madafu, unataka na wetu unaitaka yanga vipi? Mhm, ina wewe, inawezekana kati hiyo mtu alikuwa anajitafuta kajipata, anataka kuisaidia Yanga wakati wakati mashabiki wanachangisha hela kwa asa, captain eh asa, Ibrahim wajibu. Sasa ukaichukua Yanga ambayo yaani wewe ni ushuhudu wa kuifuata Yanga iliyoko kwenye hali ngumu kuitengeneza mpaka kufika hapa, alafu unaiachia. Unaamini asipokuwepo wewe maisha hayataendelea kwenye klabu, Yanga itaendelea kuwepo kwa maisha yatakavyokuwa Yanga silikuwepo kwa maisha yeah. Yalivyokuwa yeah, yeah, yeah. Kila nyakati zile nana yeah. Na mitume wao wakati mwingine, unajua Edgar, unachokiongea kwa ni nadharia ni kitu kina, kinafanya kazi kiuhalisia ngumu okay. Yani Yanga sasa hivi ni kama ni kama mwanamke mwana alio kwenye ndoa au mwanaume aliooanee yeah. ah, yani watu wengi wanatamani kuwa naye kwa sababu anapendezeshwa <laughs> <laughs> uma, uma, uma, uma, <laughs> wakati yuko <laughs> hai. Sasa hivi mtoto anang'aa shweka ndani na we unajifanya nazuule. Kumbe ningejua nikitoka wakati ule ningemchukua yule, yule. Unajua tuna ili ni bomu la baadaye mm -hmm. <laughs> Au kunguru. la <laughs> mambo kwamba mwekezaji asiguswe asi, asipewe changamoto kwamba kwamba kwamba yeye ndo yeye, hakuna wengine. Kiukweli ikiwanyima fursa watu wengine, wapi hiyo dunia ya iyo dunia ya fea haipo. Kuna watu saizi wamemiliki viwanja hmm. Hata hawavitumii lakini hawasemi bana, kwa kuwa nyewe hamna viwanja chukweni

Mpaka jiwe sehemu atakavyosema. Sasa basi, shida sio kwamba imetoka maisha, yani imetoka nao Yanga. Mimi ndio hayo mambo ya kizamani. Acha goli wazi mwanadamu huyo hayupo unajua mwanadamu huyo hayupo wewe miaka yote ambao amehangaika na timu mpaka leo alafu mm. inakuja sehemu ambao unaona baada ya miaka mitano nami naweza nikapumua Wasema bana zii, binadamu ni ubinafsi sisi nafaidika na uwanja Antu ha, ah, nasemaje? hakuna kama yeye hamna mwingine kama yeye, wapo wapo, lakini kwa nini kwa nini? hizi kila, kila, nabii na zama zake. Ndio maana hata manabii walikuwa e, waingiliani <laughs> hizi ni zama za, za za, za, GSM. Kwa hiyo wa nyinyi <laughs> mnalalisha wawekezaji hao hawaguswi, wapumzike mpaka GSM ndio atakapoisha. Yanga wataikuta kwa sababu Yanga itaendelea kuwepo. Nyinyi mnalalisha kwamba wawekezaji hawaguswi kwamba hakuna kama wao, wao ndio wao eh hey. Yaani tunajaribu kuangalia ni kule mtu ambako ame, ame invest kwa muda gani mpaka Yanga ambao watu wanaiona mtu na kutamani. Ah, sasa, sisi, kama kama yeye ni, ni mwanachama wa klabu husika bwana mm, nakatimiza wajibu wake why not wajibu wake kufanya kuna, kuna, <laughs> kuna, <laughs> kuna kwa hiyo lombano hata mo <todimuuliza>, eh, asiguswe ndio nimeuliza hapa anaoja msingi kama amewekeza hela yake asiguswe. Yeah, so, wewe huoni zinatembea barua si tumekopeshana nini? Usubiri <laughs> <laughs> <laughs> kama kaitoa Simba huko aieleweke sasa. <laughs> Hey. Kaiweka sawa, eh, asiguswe akitokea mtu anataka hayo madeni anataka dialipe, haya. Alipa. Eh, hey, nenda kamlipe yule pale. Eh, ndio sababu wakati mwingine kujifungia kujifungia fungia. wapo watu nje wana uwezo mimi nakwambia. Yaani utengeneze ushindani. ushindani. Thamani ya klabu ya Yanga sasa hivi kiasi gani? Jambo umelitengeneza mwenyewe. Hajathaminishwa. Jambo umelitengeneza mwenyewe afu acha goli wazo wewe vipi bwana? Hakuna una hali kama hiyo bwana. Hajathaminishwa. Kwa hiyo Yanga ijulikani wao thamani yao kiasi gani? Ah, watathaminishwa. Wao wanaijua. Wao wanaijua. Wanachama wanaijua.

Juzi tu hapa Meja Jenerali Samuyo hapa, Simba wanampiga nani hawa, goli mbili Dodoma Jiji. mm -hmm. E, nani wanampiga muj Mashujaa hapa nani nani, Mangungu wanaimbwa pale, hakuna kama Mangungu, Mangungu katusajilia katuletea gwee e, Mangungu jana wanamtia makofi.